Simbaya ametoa wito huo jijini Morogoro wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku nne kwa waandishi wa habari wanawake wapatao ishirini na watano kutoka vilabu mbalimbali vya waandishi wa habari nchini. Akizungumza wakati akimkaribisha mjumbe wa bodi ya UTPC Lilian Kasenene kufungua rasmi mafunzo hayo, Simbaya amesema ni muhimu kwa kila mwandishi kuonyesha thamani yake kwa kuandika habari zenye maslahi kwa umma mwengu wa sasa bila thamani bila value yako, basi unakuwa irrelevant. Ili kuweza kubaki sokoni, ni lazima tuonyeshe value yetu sisi kama waandishi, tuonyeshe value ya klabu zetu, tuonyeshe value ya taasisi yetu ya umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, bila kuonyesha value yetu sisi wenyewe kama waandishi, kwa sababu tunaamini kwamba klabu yenye wanachama makini itakuwa ni klabu makini si ndio? Na klabu makini zitaunda taasisi mwanguli makini. Sasa umakini tunaozungumza ni value tunaoileta kwenye jamii. Uandishi upo kwa ajili ya watu. Ukiangalia sasa habari zinazoandikwa, habari zenye tija ama maslahi ya umma ni chache sana ukilinganisha na stori za pia Mafunzo hayo yanalenga kuwawezesha waandishi hao kujilinda na kuepuka ukatili wa kijinsia unaotokea katika mitandao ya kijamii. Kwa upande wake, Kasenene amewasistiza washiriki wa, wa mafunzo hayo kutumia elimu hiyo kuhakikisha usalama wao na wa wengine katika mazingira ya kidijitali, hasa katika kazi zao za kila siku za uandishi. Ndugu washiriki, tibitisheni thamani ya mafunzo haya, si kwa kujaza fomu za, za marejesho pekee bali kwa tabia zenu, kazi zenu, utamaduni wa usalama mtandaoni kwenu na kwa wengine mtakaowezesha, na namna mnavyoitumia sauti yenu kuleta mwamko mpya. Tumia maarifa na stadi utakazopata hapa kuwalinda wengine, kuelimisha wenzenu, kuongoza kwa mfano huko hapa kuna baadhi ni viongozi pia koo eh. muongoze kwa mfano, hata kama ni kiongozi lakini, wewe ni mwanamke, ongoza kwa mfano. Ndugu washiriki, UTPC tunaamini kwamba mabadiliko ya kweli huletwa na watu wa kweli. Mmebahatika kupata fursa hii, msiipoteze. Tena kueni hadithi ya mabadiliko inayoanza ndani ya kila mmoja wenu na kueneza kuenea kwa jamii nzima. Washiriki mbalimbali kutoka mikoa tofauti wameeleza namna mafunzo hayo yatakavyowasaidia na pia kuwasaidia wengine kwa kutoa elimu. Lakini pia sisi sisi wanawake sasa tuwasaidie wanawake wenzetu ambao wako vijijini, hususani vijijini, hata na mijini pia. Kuna wao wasichana wadogo wanaosema Gen Z wanafanya vitu ambavyo yeye ye, kwa sasa hivi anaona ni sawa, lakini at the future kwake inakuwa ni tofauti kidogo. Tumeangalia sababu pia za ukatili ziko nyingi nyingi nyingi, ikiwemo chuki, wengine wanafanya kufurahisha, lakini kubwa kuliko yote pia ni hali ya uchumi, na tunapoongelea kwenye hali ya uchumi, hasa ina inaumiza wanawake. Lakini pia tumeona ni kwa namna gani ambavyo waandishi wanawake wanapitia ukatili katika vyombo vya habari. Nina TV, wakati wote.